Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameliagiza Shirika la Hifadhi za Taifa TANAPA kuongeza fursa kwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa Hifadhi ya Taifa ya Mkomazi ili wanufaike na uwepo wa Hifadhi ya Taifa ya Mkomazi iliyopo katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Amesema serikali imefanya uwekezaji mkubwa ikiwemo ujenzi wa barabara, lango la watalii na huduma nyingine za kijamii ndani ya hifadhi hiyo, hivyo ni lazima sasa mamlaka hiyo itumie fursa hiyo kuongeza idadi ya watalii, huku wakazi wa eneo hilo wakinufaika. Ametoa maagizo hayo Machi 25, 2025 alipokuwa akizungumza na wahifadhi na wananchi baada ya kuzindua lango la kuingia na kutoka watalii la Ndea katika hifadhi hiyo. Nimefurahi kusikia kwamba mnaishi vizuri na wenyeji. Ongezeni kuwafunulia fursa wananchi hawa ili wanufaike. Hakikisheni sasa wananchi hawa wanajua ni mambo gani muhimu yanayovutia watalii ambako kwenye mbuga zenu nyingine watalii wanapenda sana ili nayo yawepo hapa na wafanye hawa wananchi wenyewe ili wapate kunufaika na uwepo wa mbuga hii. Ule mshikamano mlionao ni mzuri zaidi, utawafanya hawa waiwe huru kwenye eneo hili kufanya biashara. Hata kule waliko, wageni hawa wanatamani kuona nyumba tunazoishi ziko ziko wapi. Wageni hawa wanataka kuona zana mbalimbali za kiutamaduni, nyie ndio mnazijua. Tengenezeni peperusha mahali huko, ili wakija, akishatoka mbugani anasimamasimama hapo anaacha pesa anaondoka zake. Lakini mbuga hizi zina manufaa makubwa kwenu, wananchi, kwa nchi nzima, kwa sababu tunakusanya maduhuli, lakini tuna eneo lenu wenyeji wa eneo hili kufanya biashara za vivutio mbalimbali ambavyo wageni hawa wanavitamani na nyinyi mnavyo. Leo tumejenga geti hapa sijajua kwa taratibu zao kama eneo hili leo kukaliwa na nyie. Waziri Mkuu pia ameliagiza Shirika la Hifadhi za Taifa tanapa kuanzisha programu za kutangaza vivutio vilivyopo katika Hifadhi ya Taifa ya Mkomazi ili kuongeza idadi ya watalii wanaoingia katika hifadhi hiyo, huku akiitaka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuweka mkakati wa kuimarisha mawasiliano katika njia na maeneo yaliyoko ndani ya hifadhi hiyo. Kwa uzoefu wenu mlionao wa kuendesha mbuga mbalimbali nchini Serengeti ikiwemo, Mikumi, Ruaha, Katavi na maeneo mengine. Sasa hii Mkomazi ambayo ipo miaka yote na watalii walikuwa wanakuja, bado tunahitaji matangazo zaidi. Leo hii ukiuliza kwa haraka haraka, mbuga, anakwambia Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, hawazungumzi Mkomazi. Kwa nini hamjaitangaza vizuri? hata ile idadi mliosema imeongezeka kutoka elfu tatu mpaka tisa. Mimi nasema tumechelewa kuwapata wengi zaidi, na limbuga lina uwezo wa kuwapokea wote. Hapa tutangaze mbuga yetu ya Mkomazi na vivutio wanyama, ambao hawapatikani maeneo mengine, watamkwe sana kwamba wanapatikana hapa. Naelezeni umbali kutoka Moshi mjini mpaka hapa, elezeni kutoka Tanga kuja hapa, elezeni kutoka Dar es Salaam kuja hapa. Kwani aende Serengeti bila kuingia Mkomazi ambapo ni karibu na eneo hili? kwa hiyo TANAPA tangazeni fursa hii, lakini sio TANAPA tu, wilaya ya Mwanga tangazeni fursa hii. Wamejenga barabara hii mpaka pale pachani, na ile pia ni marishwa na watu wa TARURA, ambayo inaendelea mpaka huko. Lengo ni kuwezesha magari yetu yanokuja huku yote yapite vizuri, ingawa leo nimepata shida ya mtandao. Namwagiza waziri wa mawasiliano aje kusambaza mtandao huku, ili wananchi pamoja na watalii wetu wapate mawasiliano. Hii ndio teknolojia mpya, ndio dunia tulionayo sasa, kwa hili halina mashaka. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.